DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Hivi sasa ni saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Hapa Ujerumani na Afrika ya Kati bado ni saa 11. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema, msikilizaji wa DW, na karibu sasa katika nusu saa ya matangazo yetu ya jioni kutoka hapa DW mjini Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Bakari Ubena. DW habari za ulimwengu, msomaji wako ni mimi Josephat Charo na kwanza ni muktasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington. Mashirika ya misaada na asasi zisizo za kiraia zataka mpango wa kugawa misaada Gaza ufutwe na wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani yamtaka balozi wa Iran atoe maelezo kuhusu madai ya ujasusi. Habari kamili. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema atajadili hali inayoendelea katika ukanda wa Gaza na suala la Iran wakati atakapokutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika ikulu ya White House mjini Washington Julai 7. Trump ameyasema hayo wakati alipozungumza na waandishi habari hivi leo, alipokuwa akiondoka ikulu kukitembelea kituo cha kuwazuilia wahamiaji huko Florida. Trump amesema anatumai usitishaji mapigano Gaza utaafikiwa wiki ijayo. Jeneva. Zaidi ya mashirika 170 ya misaada na asasi zisizo za kiserikali leo wametoa wito mpango wa usambazaji chakula unaoungwa mkono na Marekani na Israeli katika ukanda wa Gaza ufutiliwe mbali kutokana na wasiwasi kwamba unawaweka raia katika hatari ya kifo na majeraha. Mashirika hayo yamesema katika taarifa kwamba Wapalestina katika Gaza wanakabiliwa na chaguo lisilowezekana la kufa njaa au kuikabili hatari ya kupigwa risasi wakati wanapojaribu kukifikia chakula kwa ajili ya kuzilisha familia zao. Miongoni mwa mashirika yaliyosaini taarifa hiyo ya pamoja ni Oxfam, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, shirika la hisani kwa watoto la Save the Children, baraza la wakimbizi la Norway na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International. Berlin. Wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imemwita balozi wa Iran atoe maelezo baada ya mwanamume mmoja kukamatwa kwa kushukiwa kufanya ujasusi kwa ajili ya Iran kwa nia ya kukusanya taarifa kuhusu maeneo ya kiyahudi na watu binafsi mjini Berlin. Ofisi ya waendesha mashtaka ya Ujerumani mjini Karlsruhe imesema hivi leo kwamba mwanamume huyo, raia wa Denmark, alikamatwa nchini Denmark. Katika taarifa yake, wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imesema haitavumilia kitisho chochote kwa maisha ya Wayahudi nchini Ujerumani, na madai dhidi ya mwanamume huyo nchini Denmark kwamba alifanya kama alijifanya kama ni wakili wa ujasusi kwa ajili ya Iran lazima yachunguzwe kikamilifu. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya Habari za Ulimwengu kutoka DW Bonn. Odessa Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Vadeful ameutembelea mji wa bandari wa Odessa kusini mwa Ukraine. Waziri huyo amesafiri kwenda Odessa kwa motokaa akiwa ameandamana na mwenyeji wake, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrei Sabiha kutokea Kiev na ujumbe mdogo kwa sababu za kiusalama. Vadeful sasa ameondoka Odessa kuelekea Moldova waziri huyo ameitembelea Ukraine wakati jeshi la nchi hiyo likipania kuimarisha ulinzi katika vituo vyake vya mafunzo. Jenerali mkuu wa jeshi la Ukraine Alexander Sersiski amewaamuru maafisa wa jeshi wapige marufuku vikosi kuishi katika kambi za mahema na badala yake wajenge makazi mapya katika vituo vya mafunzo ili kuwalinda wanajeshi kutokana na mashambulizi hatari ya kutokea angani ya Urusi. Istanbul. Polisi wa Uturuki wamewakamata watu zaidi ya 120 katika mji ulio ngome ya upinzani wa Izmir saa chache kabla ya mkutano muhimu mjini Istanbul, katika hatua ya hivi karibuni inayowalenga wapinzani wa rais wa nchi hiyo Recep Tayyip Erdogan. Naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha CHP Murat Bakan amesema meya wa zamani na maafisa kadhaa waandamizi ni miongoni mwa waliotiwa mbaroni huko Izmir, mji wa tatu kwa ukubwa ambao upinzani umekuwa ukiutawala kwa miaka mingi. Ukamataji huo wa asubuhi na mapema umefanyika kufuatia operesheni inayofanana na hiyo katika mji unaoendeshwa na upinzani wa Istanbul mnamo mwezi Machi iliyomwondoa na kumtia gerezani meya Ekrem Imamoglu, mpinzani mkuu wa Erdogan katika uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika mwaka 2028. Bangkok. Waziri mkuu wa Thailand Pae Taung Taken Shinawatra amesimamishwa kazi na korti ya katiba kusubiri uchunguzi wa maadili yake wakati wa mzozo wa kidiplomasia na Kambodia. Waziri mkuu huyo amesimamishwa wakati ambapo mabadiliko yamefanyika katika baraza la mawaziri. Katika mabadiliko hayo, pay taung takhen alijikabidhi wadhifa wa waziri wa utamaduni, na kwa maana hiyo huenda akaendelea kuwa na madaraka na kubaki katika uongozi. Mwisho wa habari za ulimwengu, DW dunia yetu leo jioni. Shukran sana Josephat Charo kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Sasa tuelekee kwenye uchambuzi wetu, na miongoni mwa yale tuliyokuandalia jioni hii ni pamoja na yanayoendelea katika mzozo wa mashariki ya kati, ambapo hali inazidi kuwa mbaya huko Gaza na Urusi imetangaza kuchukua udhibiti kamili wa mkoa wa mashariki mwa Ukraine wa Luhansk. Utasikia pia kuhusu taarifa ya polisi nchini Kenya kuwakamata watu zaidi ya 450 wanaohusishwa na maandamano kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali salia nasi. Maoni yako msikilizaji ni muhimu sana kukamilisha matangazo haya. Unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavyoniruhusu. Tuanzie huko Mashariki ya Kati ambapo zaidi ya mashirika 165 ya misaada ya kimataifa na mashirika yasiyo ya, ya kiserikali yakiwemo Oxfam, Save the Children, Amnesty International yametoa wito wa kuvunjwa kwa mfumo tata wa usambazaji wa misaada huko Gaza. Mfumo huo unaoungwa mkono na Israel na Marekani umekosolewa vikali kutokana na matukio ya mara kwa mara ya vurugu na ghasia, ambapo mamia ya Wapalestina wameuawa wakitafuta msaada kwenye vituo vya mfumo huo. Wito huo umejiri wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akijiandaa kuzuru mjini Washington wiki ijayo, ambapo rais Donald Trump amesema wawili hao watajadili vita vya Gaza miongoni mwa mambo mengine. Idi Sesanga na taarifa kamili. Katika tukio la karibuni zaidi la vifo kwenye maeneo ya kugawa misaada, watu wasiopungua saba wameripotiwa kuuawa hii leo baada ya siku mbaya zaidi ambapo mashambulizi ya anga ya Israeli na risasi za moja kwa moja ziliwaua wapalestina wa wasiopungua 74, kwa mujibu wa maafisa wa afya wa eneo hilo. Watu 30 waliripotiwa kuuawa kwenye mgahawa wa ufukweni magharibi mwa mji wa Gaza kufuatia shambulio la anga, huku wengine 23 wakipigwa risasi wakati wanajaribu kupata msaada wa chakula. Shirika la Wakfu wa Gaza, GHF, ambalo ni mpango wa pamoja wa Marekani na Israeli ulioanzishwa mwezi Mei, limekuwa kiini cha matukio haya. Linatuhumiwa kuunda vizuizi vinavyowalazimu raia waliokata tamaa kujikusanya karibu na vituo vya misaada vinavyolindwa kijeshi, jambo linalowaweka hatarini. Wakati hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anatarajiwa kusafiri kwenda Washington wiki ijayo kwa mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wengine waandamizi wa Trump. amethibitisha hilo kuwa atajadili vita vya Gaza pamoja na Iran katika mkutano wake na Netanyahu. Ziara ya Netanyahu pia inatarajiwa kujumuisha mazungumzo kuhusu mkataba wa biashara kati ya pande hizo mbili, kama anavyofafanua mwenyewe. Ha, maile... mambo haya yanakuja kufuatia ushindi mkubwa tuliopata katika operesheni ya Rising Lion dhidi ya Iran. Kutumia ushindi pasavyo ni jambo la muhimu sawa na kupata ushindi wenyewe Tuhashu vita vya Gaza ambavyo sasa vinaingia mwezi wa 19 vimesababisha vifo vya zaidi wa Palestini elfu 56 kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza. Vita hivyo vilifuatia shambulio la Hamas mnamo Oktoba 7, 2023 lililouwa watu takriban 1200 nchini Israeli, wengi wao wakiwa raia na wengine 251 kuchukuliwa mateka. Takriban mateka 50 bado wanashikiliwa wengi wao wakiaminika kuwa wamefariki dunia. Wizara ya afya ya Gaza inasema zaidi ya wapalestina 500 wameuawa karibu na vituo vya usambazaji vya GHF katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Wakosoaji wanasema mfumo huo unageuza misaada kuwa silaha ya kisiasa, unakiuka kanuni za kibinadamu na unahatarisha maisha ya raia. Wakati huo huo, ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa imeongeza mvutano wa kidiplomasia kwa kutaja zaidi ya kampuni sitini zinazodaiwa kunufaika na vita vya Israeli dhidi ya Ghaza pamoja na sera zake za uvamizi. Makampuni ya teknolojia kama Alphabet, Amazon na Microsoft pamoja na ya utengenezaji wa silaha ya Lockheed Martin yametaja kwa kusaidia operesheni za kijeshi na ujasusi za Israeli huko Ghaza. Israeli imeipinga vikali ripoti hiyo na kuita ya kashfa hiyo kuwa na msingi wa kisheria. Shukran Idi Sesanga kwa taarifa hiyo. Urusi imechukua udhibiti kamili wa mkoa wa mashariki mwa Ukraine wa Luhansk zaidi ya miaka mitatu baada ya rais Vladimir Putin kuamrisha vikosi vyake viingie nchini Ukraine. Upande mwingine, Ukraine nayo imeishambulia Urusi kwa droni na kuua watu watatu na kuwajeruhi wengine 35 katika mji wa Urusi wa Izvesk. Saumu mwa simba na mengi zaidi Mkoa wa Luhansk, eneo lenye ukubwa wa kilomita elfu ishirini na sita na mia saba za mraba, ndiyo mkoa wa kwanza wa Ukraine kuangukia kikamilifu mikononi mwa vikosi vya wanajeshi wa Urusi tangu nchi hiyo iliponyakua eneo la rasi ya Crimea mwaka elfu mbili na kumi na nne. Leonid Pasechnik, gavana anayeungwa mkono na Urusi, amekiambia kituo cha televisheni ya taifa cha Urusi kwamba ardhi ya Jamhuri ya Watu wa Luhansk imeshakombolewa kwa asilimia mia moja na iko chini ya Urusi hivi sasa. Pasechnik alizaliwa nchini Ukraini ilipokuwa chini ya Usovieti, na hivi sasa ni mmoja wa maafisa waliowekwa na Urusi kuongoza mkoa huo na rais Vladimir Putin. Kudhibitiwa kwa mkoa wa Luhansk na Urusi ni hatua iliyokuja katika wakati ambapo hivi leo waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johan Vadeful ameitembelea bandari ya kusini mwa Ukraini ya Odessa. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu wa Ujerumani alisafiri kwa gari kutoka Kiev hadi Odessa akiwa na ujumbe wa watu wachache kutokana na babu za kiusalama na hasa kwa kuwa eneo hilo limekuwa likilengwa zaidi na mashambulizi ya Urusi. Urusi inadhibiti karibu asilimia kumi na tisa ya kile ambacho kinatambuliwa na jumuiya ya kimataifa kama ardhi ya Ukraine ikiwemo mkoa huo wa Luhansk pamoja na zaidi ya asilimia sabini ya mikoa Donetsk Zaporizhia na Kherson na sehemu ya Kharkiv, Sumi pamoja na Dnipropetrovsk. Hata hivyo hadi sasa wizara ya ulinzi ya Urusi haijatoa tamko lolote kuhusu kudhibiti kikamilifu mkoa huo wa Luhansk na wala Ukraine nayo haijathibitisha. Ukraine imezungumzia suala hilo kwa kusema kwamba madai yanayotolewa na Urusi ya kuidhibiti Luhansk na maeneo mengine ambayo yanatambuliwa kuwa ni ardhi ya Ukraine hayana msingi na ni hatua isiyokuwa na uhalali wowote huku Kiev ikiahidi kutoyatambua mamlaka ya Urusi kwenye maeneo hayo. Urusi inasema maeneo yote hayo yaliyodhibitiwa katika vita sasa ni sehemu ya nchi hiyo na yako chini ya, ya ulinzi wa taifa hilo lenye nguvu za nyuklia na hayatorudishwa kwa Ukrain. Watu watatu wameuawa na wengine 35 wamejeruhiwa baada ya Ukrain kushambulia kwa droni kiwanda kimoja katika mji wa Urusi wa Izevsk leo Jumanne. Ukraini imeimarisha usalama pia katika vituo vya kutoa mafunzo ya kijeshi kutokana na mashambulio ya Urusi. Wakati huo huo, nchini Urusi mahakama moja hivi leo imemhukumu kwenda jela kwa miaka kumi na tatu aliyekuwa naibu waziri wa ulinzi Timur Ivanov kwa makosa ya rushwa, kama sehemu ya nchi hiyo ya kuwafuatilia viongozi wake wa kijeshi katikati ya kiwingu cha mapambano yake dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa, Ivanov alikuwa akisimamia miradi ya ujenzi ya jeshi la Urusi na amekutwa na hatia ya ubadhirifu wa fedha. BW tunavuma kwa kishindo na tunasikika mubashara kwenye Facebook na YouTube, kwenye tovuti yetu ya dw.com kwa juu Kiswahili, lakini vilevile vile kupitia redio washirika huko Afrika Mashariki. Na sasa tuelekee Afrika huko huko, ambapo polisi nchini Kenya wamesema takriban watu 485 wametiwa mbaroni kuhusiana na maandamano makubwa yaliyofanyika Juni 25 ambayo yaliadhimisha mwaka mmoja tangu kufanyike maandamano ya kupinga hatua ya serikali kuongeza ushuru. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai Mohamed Amin aliwaambia waandishi wa habari kuwa watu 448 kati ya hao waliokamatwa tayari wamefunguliwa mashtaka mahakamani na 37 bado wanaendelea kufanyiwa uchunguzi wa kina wakisubiri kusikilizwa. DW imetaka kufahamu zaidi kuhusu tukio hili na ndipo tumezungumza na mwanaharakati akiwa huko Kenya, Gasheke Gashehe, ambaye kwanza nimemuuliza zoezi hili la kamatakamata kamata. Lilikuwa na lengo gani? Malengo ya hii kamata kamata ni watu ambao wa ni watetezi wa haki za kibinadamu. Sa hivi tu dakika chache nimetoka kwa police station. Police station inaitwa Dandora police station, ambao wamemshika mwanaharakati mmoja ambaye ni ana sauti kubwa sana, na kupinga dhuluma za kiholela, za mauaji ya kiholela na kupoteza wa watu, wanaitwa Davis Tafari na, na sasa inaonyesha watu wale wanalengwa ni wanaharakati ambao wamekuwa mstari wa mbele kusema hii serikali ya Kenya kwanza lazima itimize ahadi ile iliyopatia Wakenya, na pia iache ku, kuwadanganya na kuwahadaa vijana. Kwa hivyo malengo yao ni wale wanasauti, watetezi wa haki jamii, watu ambao wana, wana sura mzuri sana katika utetezi wa haki ya jamii. Hii ndiyo wanalenga, wanalenga wanaharakati kuonyesha hii serikali imepoteza tu eh, dira ya, ya kutekeleza katiba na kuinua hali ya jamii ya Wakenya. Ndio, lakini nyinyi kama wanaharakati mnakuwa mnafuatilia kwa karibu matukio kama haya na unaweza kufahamu sasa watu walikamatwa katika mazingira gani? Je, ni siku ya maandamano au hata baadaye, baadhi ya watu wamekuwa wakiendelea kusakwa na polisi? E, ni baadaye hata wa hata, eh, ninakwambia serikali haina kwanza, ili ilisema mtu aliyepanga hii maandamano alikuwa anataka kupindua serikali, ambaye ni ule alikuwa naibu wa rais alikuwa anaitwa Gashagwa. Tena imerudi sasa, imewalenga wanaharakati kama mandugu zangu watatu walishikwa, kama wanaenda ka, wa, kama wanaenda hafla tu za kuendelea masomo ma, ma, ma, ma ya kijamii e, wawili. Mmoja anaitwa John Mulinge na ndugu yake mwengi Mutunge, hawa walishikwa tu kama wana, wanaendelea na harakati zao za ku akuhamasisha wananchi kuhusu eh, demokrasia na katiba. Leo wamemkamata mwenzangu anaitwa Davis Tafari ambaye ni mkubwa wa Social Justice Center Traveling Beta. Na kile wanamzingizia tu ni kwamba aliweka, uh, aliweka aliweka aliweka kibao cha maandamano kwa kwa kwa social media. Sasa si unaona na sasa ni, ni baada wameshindwa watafanya nini sasa, wanaanza kujaribu kuwajaribu kuwanyamazisha Ee, wanaharakati ambao wamekuwako katika Kenya na kwa miaka mingi na sura zao zinajulikana na wanasifa zao za kuwawekelea na kuwafanyia simia kampeni kwa sababu hawana ha kesi yoyote, na wanatumia idara ya, ya, ya polisi na pia mahakama. Hauwezi waamini waamini, watu watu wanateka nyara, hauwezi waamini. Ndiyo, lakini lakini polisi wanasema, uh, watu waliokamatwa wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mauaji, ugaidi, ubakaji, uchomaji moto, wizi, uh, kuwazuia askari polisi wakiwa kazini, unyang'anyi wa kutumia nguvu, kufanya vurugu, uharibifu wa mali na kumiliki silaha kinyume cha sheria. Haya ni mashtaka ma Nyinyi kama wanaharakati, ni upi mtazamo wenu? Aha, Bakari, hakuna mtu amefikishwa kotini na hayo ma, ma, ni allegation tu, hakuna hakuna na hawawezi na hawa wanaweza sema tu lakini koti ndio mwamuzi. Wamesema tu kwa habari za gazeti, wapi mambo ma haya, na hawajaprove ene yote. Mtazamo wetu ni waweze aminika hawa, ambao watu wanavunja katiba katiba, misingi ya haki, na wanafanya ufisadi sasa. Hiyo hiyo mtazamo wetu, tuwezi kubaliana nao kwa sababu wanajaribu kufunga njia za kuleta demokrasia. Alikuwa ni mwanaharakati nchini Kenya, huyo gasheke gashehe, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la waasi wa AFC M23 linaituhumu serikali ya nchi hiyo kwa kukiuka makubaliano ya amani yaliyosainiwa kati ya Kongo na Rwanda hivi majuzi mjini Washington, baada ya jeshi la Kongo kudungua ndege moja iliyokuwa ikielekea huko Minembwe, wilaya ya Fizi katika jimbo la Kivu Kusini jana Jumatatu. Sudi Mnete na taarifa zaidi. Katika taarifa iliyochapishwa jana jioni, waasi wa AFC mkwaju M23 walisema wamesikitishwa na tukio hilo, wakidai kuwa ndege hiyo ilikuwa ya kiraia iliyokuwa imebeba msaada wa kibinadamu kwenda Minembwe. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, AFC mkwaju M23 kulipuliwa kwa ndege hii kulisababisha vifo vya watu ambao idadi yao haijatajwa. Mashambulizi hayo pia yaliharibu bidhaa muhimu kama vile dawa, vyakula ambavyo waasi hao wanasema vilikusudiwa kwa wakazi wa Minembwe ambao kwa sasa ni waathirika wa ghasia ambazo hazijawahi kushuhudiwa zilizosababishwa na utawala wa Kinshasa tangu Aprili mwaka 2017. Tukufuatia tukio hilo, AFC mkwaju M23 wanaitumuhuh Kinshasa kwa kutaka kutekeleza mauaji ya kikabila dhidi ya jamii ya Banyamulenge na waasi hao wanaofia janga hilo lisilo la kifani huko Minembwe. Jean de Diu Mutara ni kiongozi wa shirika la vijana wa Minembwe, anaelezea masikitiko yake baada ya tukio hilo ndege ya kiutu ambayo imekuwa ikileta madawa ya kusaidia wagonjwa hapa Minembwe. Kama unavyojua, hakuna njia ya barabara, hakuna njia ingine ambayo watu wanaweza pitia, na ukame wa madawa ilikuwa mingi pa Minembwe. Wakatuma mabomu kwenye raia, ambapo kwa leo mzazi mmoja wa umri wa miaka makumi saba na mtoto wa miaka tano wamepata majeraha. Kwa hiyo tunakemea mashambulizi hayo. Lakini pia msemaji wa AFC mkwaju M23 Lawrence Kanyuka amelaani mashambulizi ya kutumia silaha dhidi ya raia katika vijiji vya Kaniola, Kabare, Kigogo, Katasomwa, Nyabiondo ambapo tangu mwishoni mwa juma mapigano yamezidi kuripotiwa kati ya kundi la wazalendo linaloungwa mkono na serikali mjini Kinshasa na AFC mkwaju M23. Jeshi la Kongo linasema kuwa ndege hii isiyojulikana ilikuwa inakiuka, ilikiuka anga ya Kongo bila kibali kuelekea eneo la Minembwe lenye vita. Jeshi hilo linasema ilijikuta ikilazimika kuchukua hatua za kuhakikisha usalama wa anga na kuhifadhi uadilifu wa, wa eneo la Kongo. Kwa mujibu wa jeshi la Kongo, ndege hiyo ambayo iliruka eneo hili wakati wa mchana siku ya Jumatatu haikuwa na usajili wowote inayofanya iweze kutambuliwa. Hii ilikuwa ripoti yake Sudi Mnete. Takriban watu saba wameuawa katika maandamano yaliyoingia siku ya tatu nchini Togo, yakimtaka rais wa taifa hilo Faure Gnassingbe kujiuzulu mara moja. Mashirika ya haki za binadamu pamoja na viongozi wa vyama vya upinzani wametoa mwito wa kufanyika uchunguzi wa kimataifa, Kufuatia kadhia hiyo Hawa Bihoga anaimulika hali nchini Togo katika taarifa ifuatayo. Taarifa ya pamoja iliyotolewa na mashirika 12 ya haki za binadamu nchini humo imevituhumu vyombo vya usalama kwa kufanya ukamataji kiholela, kuwapiga na kuwatesa raia, pamoja na kuiba na kuharibu mali binafsi za raia. Mashirika hayo yamesema katika miili mitatu, miwili ikiwa ya watoto wadogo, ilipatikana siku ya Ijumaa katika eneo la Bilagon mashariki mwa mji mkuu Lome. Aidha, mashirika hayo yaliongeza kuwa miili mingine ya ndugu wawili ilipatikana hiyo hiyo katika ziwa lililopo katika eneo la Akodesewa, huku siku ya Jumamosi maiti mbili zilipatikana eneo la Nyekonape kwa upande wa serikali ilikiri kupatikana kwa miili hiyo katika eneo la Bilagon na ziwa Akodesewa, lakini ikisema vifo hivyo vilisababishwa na kuzama majini. Msemaji wa shirika la kiraia la FCTD David Doze amesema kinachoshuhudiwa kwa sasa nchini Togo ni umwagaji wa damu za raia wasio na hatia Le janga hili limegeuka kuwa la kikatili na la kusikitisha zaidi, baada ya taarifa za kupatikana kwa miili ya watu waliopoteza maisha, wakiwemo watoto wadogo. Kwa mara nyingine tena, ardhi ya Togo imelowa damu za watu wasio na hatia, damu za watoto wetu, na sasa imetosha waandamanaji likiwemo wale wanaoendesha vuguvugu la Don't touch my constitution, wakipinga mabadiliko ya katiba, linajumuisha vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia, lilitoa wito wa kufanyika uchunguzi wa kimataifa kuhusu uhalifu uliofanyika katika siku tatu za kile walichokiita ukandamizaji. Wanasema hawatotoka mtaani hadi pale Rais Nyasimbe atakapoachia madaraka. Kile tunachokitaka kwa sasa ni Faure Nyasimbe kujiuzulu. Tutaendelea kwa... Maandamana hata baada ya siku tatu hadi hapo atakapoachia madaraka. Katika miaka hivi karibuni, maandamano yamekuwa ni nadra nchini Togo, lakini maandamano ya karibuni ni ya pili kwa mwezi huu wa Juni. Maandamano ya awamu hii yanalenga kupinga kukamatwa kwa wakosoaji wa serikali, kupanda kwa gharama ya maisha na mabadiliko ya katiba yaliyoruhusu Faure Gnassingbe kuimarisha zaidi mamlaka yake. Takribani watu hamsini wamekamatwa na mamlaka kati ya Juni tano na sita huku polisi ikitumia nguvu katika kuwatawanya waandamanaji. Waziri wa mageuzi ya utumishi wa umma, kazi na mazungumzo ya kijamii nchini Togo, Gilbert Barawa, wiki iliyopita alisema kulikuwa na nia dhahiri ya kuleta vurugu na machafuko. Vuguvugu la don't touch my constitution limewataka wapinzani kususia mara moja uchaguzi wa serikali za mitaa uliopangwa kufanyika Julai kumi na saba na kuuita uchaguzi wa maigizo ikumbukwe. Familia ya Nyasime inayoongoza Togo kwa takribani miongo sita, huku rais Four akiongoza tangu elfu mbili na tano. Saa kumi na mbili na dakika 25 huko Afrika Mashariki, ni wakati murwa kabisa wa kuyafahamu yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na mwenzangu Tatu Karema tayari amejaa studio kabisa. E, Tatu vipi? Joto kwanza limekupeleka vipi? <laughs> Usiseme. <laughs> <laughs> <laughs> Ni vile tu inatubidi tuvae nguo, lakini tungekuwa na chaguo <laughs> labda labda. <laughs> uh -huh. Kuna, kuna yapi huko? Nasikia kuna mambo ya mirathi mitandaoni. uh -huh. Kwanza nikuulize, uh -huh. wewe wewe ni Muislamu sio ndio? Leo hii wa, ukipata mtoto nje ya ndoa Uhum. ana haki ya kurithi kulingana na dini? Inategemea, kwa misingi ya dini ya Kiislamu hana haki, lakini labda kiserikali ni mambo mengine <laughs> Sasa basi uh, mahakama ya juu ya Kenya jana ilitoa uamuzi wa kihistoria ambao unaruhusu watoto waliozaliwa nje ya ndoa kurithi kutoka kwa baba zao Waislamu. Uh, majaji kwa kauli moja ametupilia mbali rufaa ya mama moja ambaye alijulikana kama Fatma Athman Abud Faraj. Ni mjane huyo ambaye alitaka kuwatenga watoto hao wawili waliozaliwa nje ya ndoa na mumewe, uh, katika urithi wa marehemu baba yao. Sasa Faraj amesema kuwa watoto hao hawakuwa halali chini ya sheria za Kiislamu, lakini mahakama hiyo imesema kwamba kuny mrithi kwa kuzingatia hali ya kuzaliwa kwa mtoto ni kukiuka vifungu vya usawa katika katiba. Uamuzi hmm, huo Bakari, unajenga utaratibu mkubwa wa jinsi sheria ya kiislamu inavyotafsiriwa kulingana na katiba ya Kenya. Hmm. Sasa uamuzi huu umeibua hisia kali na mseto wanasemaje? Naanza na Mohamed Ali. Huyu ni mbunge wa Nyali mjini Mombasa. Anasema uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya juu ya Kenya kuhusu haki urithi kwa watoto wa Islamu wanaozaliwa nje ya ndoa inakiuka kifungu cha ishirini na nne sehemu ya nne kinachotambua sheria ya Kiislamu kuhusu maswala ya ndoa talaka na urathi kwa Waislamu nchini Kenya kama ilivyoandikwa katika katiba. Mm. Rubi Isa anasema Uislamu hauungi mkono mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa. Kwa hivyo, yeyote atakayevunja sheria hiyo, basi ajipange na mtoto wake, kwani alikuwa hajui sheria alipokuwa akifanya kitendo hicho. Mm. Don Sky anasema unapoenda Roma lazima ufanye nini? Uishi kama Warumi, sio? ikiwa mahakama ya juu imeamua kwamba jambo fulani ni kinyume cha sheria na kinyume cha katiba kwa mujibu wa sheria za nchi, basi hilo ndilo litakalofuatwa. Ikiwa unawasiwasi kuhusu hili, basi usio na watoto nje ya ndoa. Yaani ufuate sheria. Fuata sheria. Mm-hmm. Aisha Yusuf anamalizia kwa kusema sasa mahakama ya kadhi ina maana gani nchini Kenya? Haya ndiyo mambo haya ya mitandaoni, lakini tatu, uh, kwa haraka haraka, mm -hmm. Basi tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu, nikianza na Instagram na muona Kayuni Rashid akiwa Dodoma Tanzania, anasema huenda mazungumzo kati ya Trump na Netanyahu yakaleta amani huko Gaza. Yahya Kabusha anasema mazungumzo ya Trump na Netanyahu yawe na nia ya dhati, wasianzishe mashambulizi mapya. Mwingine anasema kupotea kwa wanaharakati kumekuwa ni tatizo kubwa. Ni ujumbe wake Elias Mafita akiwa Dodoma, Tanzania. Mrs Lubesha anasema kwa kweli mahakama za Kenya inatekeleza majukumu yake. Raj Daboy anasema hii sasa ndio Kenya, hakuna uchawi mahakamani, vitu vimenyooka. Pascal Daniel Mali akiwa Arusha, Kenya, anasema tunaomba mzozo huo kati ya Congo na Rwanda umalizike haraka. Maneti Magongo akiwa Iringa Tanzania anasema litakuwa jambo jema sana kama amani itarejea huko Kongo, kwani raia wasio na hatia wanaangamia. Lenga Chapati wa Bariadi, Tanzania anasema Kongo na Rwanda, malizeni tofauti zenu, raia wenu wanateseka mno. Katika ukurasa wa Facebook namuona Pele Ferdinand wa Nairobi, Kenya anasema huku Kenya mambo ya watu kutoweka na mwisho kupatikana wamefariki limekuwa janga kubwa. Msikilizaji, nakomea hapa. Na tunafikia mwisho kabisa wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena, nasema asante na jioni njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni.